Mwaka elfu mbili, mwaka elfu moja mia tisa kumi na tano kumi na tano ishirini serikali waliamua kwamba wajenge bandari ya bandari kavu kwara kumi na tano ishirini ujenzi wa kwara uliendelea na, na kuboresha bandari ya Dar es Salaam katika kufanya hivyo ilikuwa imeonekana kwamba foleni imeanza kusumbua katika barabara ya Mandela, Dar es Salaam kuelekea bandarini kwa kutokana na kutoka elfu mbili eh, eh, kutoka 15 mpaka elfu mbili eh. Penzi mtazamaji, ilikuwa kwanza kupata matukio, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kama mshale unavyokuonyesha. Na mtazamaji wa CHAWAMATA TV, nazungumza moja kwa moja nikiwa eh, Mandela hapa barabara ya Mandela. Tabata nimekuja hapa mtazamaji e, kuweza kupata maoni mawili matatu kutoka kwa wakazi e, wa maeneo haya, wakazi wa Tabata watuambie wao kwa ukazi wao hapa wamekuwa na e, uelewa gani au wamepata nini ambacho kitakuwa ni chanzo kikubwa ambacho kinasababisha e, kuwepo kwa foleni kubwa hususan katika barabara hii ya Mandela Road lakini pia barabara ya Morogoro Road ambayo imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa madereva wa malori e, Tanzania lakini pia watumiaji wa barabara hii ya Mandela lakini pia barabara ya Morogoro Road. Mtazamaji kumbuka, naitwa Dickson Diksoni Bisale, na hii ni Chawamata TV. Tumefika hapa, tunaenda kuzungumza na wadau, watuambie wao kwa maoni yao wanadhani ni nini kinaweza kuwa ni chanzo kikubwa cha e, barabara hii kukumbwa na foleni kubwa, na nini kifanyike kwa barabara hii, wanawashauri nini, wanaoshauri gani kwa mamlaka husika, mamlaka usafiri namaanisha e, rata, lakini pia kwa usalama wa barabarani namaanisha trafiki. Wao wanaoshauri nini kuhusu kutatua changamoto hii ya foleni ambayo imekuwa ni kikwazo kikubwa kwa madereva lakini pia kwa watumiaji wa barabara hii. Ungana nasi ambao tunaenda kufanya mahojiano mafupi na wananchi, uweze kutuambia wao wana maoni gani kwa uhusiana na changamoto hii Naam. Naomba nianze na babangu hapa baba. Shikamo na na hongera kwa kuwepo kuiona siku ya leo Marhaba. Hii ni Chawamata TV tumefika hapa kuweza kupata maoni yenu mkiwa kama wakazi wa maeneo haya ya Tabata, e, mnadhani foleni hii ambayo imeonekana kwa siku mbili tatu hizi e, imekuwa huenda e, imesababishwa na kitu gani e, foleni hii e, ukifuatilia sana, mwaka kumi na tano ishirini serikali waliamua kwamba wajenge bandari ya bandari kavu kwara kumi na tano ishirini ujenzi wa Kwala uliendelea na, na kuboresha bandari ya Dar es Salaam. Katika kufanya hivyo ilikuwa imeonekana kwamba foleni imeanza kusumbua katika barabara ya Mandela Dar es Salaam kuelekea bandarini. Kwa kutokana na kutoka kumi na tano mpaka elfu mbili ujenzi wa ujenzi wa, wa bandari ya Kwala uliendelea na upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam. Pak mpaka ishirini upanuzi wa Dar es Salaam ulikamilika, na, na ujenzi wa kwara bandari ulikamilika. Matokeo ya ya foleni hii, baada ya kukamilika upanuzi wa bandari ya Dar es Salaam, malori yamekuwa ni mengi kuliko ilivyokuwa hapo mwanzo, na uwekezaji uliofanywa na Mama Samia kwamba bandari iweze kufanya kazi kwa ufanisi na kweli ufanisi tumeuona. Shida ni kwamba miundombinu ambayo tunayo sasa haitoshelezi magari yanayoingia Dar es Salaam kwenda bandarini. kwa miaka ambayo umeishi maeneo haya wewe e, ukiwa kama baba e, foleni hii imekuwa kwanza, ni mara ya kwanza au ni ipo, na sasa hivi ndio imezidi kuwa kubwa zaidi? na miaka ya nyuma foleni hii ilikuwepo kuanzia miaka ya elfu moja mia tisa e, e, kumi na tano kutoka elfu moja mia tisa na kumi na moja, elfu moja mia tisa na kumi na tano Hapo ndipo serikali ilipoona mwanzo wa foleni hii, wakaamua kujenga bandari ya Kwala ili kupunguza foleni hii. Foleni hii ni matokeo ya ujenzi wa uwekezaji wa bandari ya Dar es Salaam. Bandari ya Dar es Salaam zinaingia meli kubwa na zinashusha mizigo mingi hivyo magari, kutokana na miundo mbinu tulionayo sasa, haitoshelezi haya maroli kupita njia hii. Hapo nyuma magari haya yalikuwa yanazuiwa pale Mbezi banda la mkaa, kuanzia saa tatu ndio ilikuwa inaruhusiwa kuingia mjini, lakini mpaka sasa hivi sijui kama utaratibu ule upo, na kama upo hauwezi kusaidia, kwa sababu magari haya maroli ni mengi kuliko magari mengine ambayo yanapita njia hii. Wito wako sasa ni upi, eh, kwa serikali lakini pia kwa mamlaka husika, mamlaka yanayohusikana na usafirishaji rata? Mimi eh, kwa maoni yangu ningeomba kwamba serikali, haya magari, serikali ianze kuchukua mizigo kutoka bandarini kama ilivyokuwa imeamuliwa kutoka, kutoka bandarini kupeleka mizigo kule Kwala, na malori yote yasiingie mjini, ya Kwala kuchukua mizigo kuelekea nchi za nje na mikoani na no, mtazamaji huyu alikuwa ni mdau mmoja ambayo tumetoka kuzungumza naye hapa. Umesikia alicho kizungumzia. Tunazungumzia e, kupata maoni kutoka kwao kuhusu e, foleni ambayo imetokea e, kwa siku hizi mbili tatu, imekuwa ni kero barabara ya e, Mandela Road, lakini pia barabara ya Morogoro Road kwa hizi siku mbili tatu e, imekuwa ni changamoto kubwa kwa watumiaji wa barabara hii. Tunaendelea kupata maoni e, sasa naenda kwa mdau mwingine ambaye yuko hapa e, aweze kutuambia yeye kutokana na hii foleni yeye ameichukulia vipi? Ataanza kujitambulisha majina yake na ataanza kuzungumza e, foleni hii inaweza kuwa na adha gani kwa watumiaji lakini pia kwake binafsi. Bana, habari asubuhi. Salama tu. Sasa hivi ni jioni. Foleni hii hapa e, unaizungumziaje? Imekuja e, kwa njia gani? Unadhani kuna kitu gani ambacho kinaweza kuwa ni kisababishi kikubwa kusababisha foleni hii iweze kutokea? Foleni hii inasababishwa na miundombinu ambayo ya barabara ambazo zinaharibika kutokana na mvua hizi zinazonyesha na msongamano wingi wa magari, pia kutoweza kumudu adha hii ya malori. Ukisema kwamba haya magari yachukuliwe labda au bandari iende nje ya mji ni sawa, lakini pia bado miundombinu ya serikali yetu bado pia haijakaa sawa. Ukiangalia hapa Buguruni, ukiangalia Tazara, bado pia wanatengeneza ndio chanzo kikubwa kinachosababisha hii jamu. Wewe unadhani kwamba ujio wa bandari ya, ya Kwara inaweza kuwa ni mwarobeni wa kusababisha hii foleni iweze kupungua? Kila teknolojia yote inayokuja kuwa kubwa, nayo pia inakuja na changamoto zake. Kwa hiyo hata inaweza kaja hiyo ya Kwara na bado pia kaja kuwa na changamoto zake. Kikubwa ni miundombinu kukaa sawa na kuzingatiwa kwa kila wakati, ili kuweza kumaintain hii adha foleni. Hii ni mara ya kwanza kuiona hapa au ilikuwepo naendelea kuwepo? Hii foleni ipo kila, kila wakati na ipo kila siku kasoro siku za holiday tu. Wito wako sasa ni upi ambao ulionao kama kijana, lakini pia mtumiaji na lakini pia mkazi wa maeneo haya Tabata? Wito wako ni upi usika, ona usika, ona usafisha, kwa mamlaka husika wanahusikana na usafirishaji kwa maana ya racha, lakini pia jeshi la usalama barabarani traffic, unawaambia nini? Trafiki inawaambia kwamba waendelee kusukuma sana magari ya upande huku Mandela Road, kwa sababu ni mengi sana kuliko magari ya sehemu nyingine ambayo yanapotoka, kwa sababu huku ndo magari ambapo ndo yanaofanya uchukuzi yanatuingizia uchumi wa nchi, ndio yanaobeba kila kitu cha nchi hii yanapita njia hii. Kwa hiyo ukisema kwa kwamba tukae tusubirie kwamba magari sijui yatokea wapi wapi, afu ndo yafate inakuwa haiwezekana na pia TANROADS anatakiwa angalie sana barabara zinavyoharibika kutokana na mvua zirekebishwe kwa wakati ili barabara ipitike kwa, kwa usalama zaidi kwa sababu hivi vyombo vya moto na wote tunavitumia. Bwana, nikushukuru sana. Ah, sana shukrani, asante sana hmm. Naam mtazamaji huyu alikuwa pia ni mdau ambaye e, tumetoka kuzungumza naye. Tunazungumza e, moja kwa moja tukiwa e, pembezoni mwa barabara ya Mandela Road inayounganisha e, Ubungo lakini pia e, Buguruni na kuelekea e, Tazara hapa jijini Dar es Salaam. Naitwa Dickson Bisare na hii ni Chawamata TV. Tunaendelea kutafuta wadau wengine kuweza kupata maoni yao kuhusu e, ujio foleni kubwa hii ambayo imetokea ndani ya hizi siku mbili, ina athari vipi e, ma, e, utendaji wa kazi zao, ina athari vipi maisha yao, ina athari vipi afya zao. Tunaenda kuwatafuta e, wataalamu wengine e, wananchi wengine wakazi wa hapa, mtazamaji, waweze kutuambia. Kumbuka na mtazamaji, e, kama kawaida, e, kama ilivyo ada kwetu sisi, e, Chawamata TV tupo kwa ajili ya kupata maoni kutoka kwa wakazi, lakini pia watumiaji wakubwa wa barabara ya Mandela Road lakini pia Morogoro, eh, Morogoro Road ambayo imekuwa na changamoto ya foleni kubwa. Eh, inaonekana kwamba kwa, kwa siku hizi mbili tatu barabara hii imekuwa ni changamoto kwa watumiaji lakini pia kwa watumiaji hususan madereva lakini pia wakazi wa maeneo haya ya Tabata. Sisi tupo hapa mtazamaji, eh, Tabata mwananchi, kuweza kukusanya maoni kutoka kwa wadau lakini pia watumiaji watuambie, wao foleni hii inawaathiri vipi katika majukumu yao ya kila siku hapa pembeni yangu mtazamaji ni naye mwananchi ambaye tutaenda kuzungumza naye atuambie yeye ye, kwa foleni hii anadhani ime, ime, ime, inaenda kuathiri au inaathiri vipi matumizi, matumizi au kazi zake za, za leo na kesho. Ndugu yangu, habari ya mchana, unakuita nani na hapa tuko wapi, kwa faida ya mtazamaji anayetufuatilia kupitia CHAWAMATA TV? Foleni hii unadhani una imekuwa una e, chanzo ni nini hasa? Majina yako kamili? Naitwa Richard Dennis Matias. Na Richard, unadhani foleni hii inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani haswa? Hii foleni ikifuatilia sana mm. ukitoka hapa mpaka ukifika Tabata mataa, unaweza kukuta traffic kwa kidogo pale kutokea Tabata dampo, na hao wanaotokea Buguruni wanakuja wanakuja hivi wanakuja Tabata, wanakuja huku, uh, njia hii hapa, mara nyingi pale traffic ndio chanzo kubwa foleni inatokea pale mda. Ukiacha pale mda mwingine unakuta foleni inatoka hadi wapi? Buguruni. Ukisema suala la kuathirika, sisi kama wananchi tunaathirika kwa kasi kubwa sana. Kwa mfano, mimi nakaa Temeke. Kazi mda mwingine ni kuja kufanyia hapa mwingine Tabata dampo. Unaweza kutoka Temeke pale ukapanda gari useme saa moja na nusu. Unaweza kufika Tabata dampo unaweza kuingia saa tatu na nusu. Mda umeacha kazi za watu. Usafiri tu si wa dada. Sasa ukakaa pale Tabata Yaani Tabata kutumia ya kazi ya risaa. Mm. Sasa mtu atoka hapa ambaye kibao anaenda wapi? Lakini na hakika 100% kama trafiki wataamua tu kujipanga vizuri, wamaize foreni inawezekana. Tazara inakera sana pale. Unakuta trafiki wako busy sana pembeni kupiga mabao. Kuliko kukaa pale kuongoza magari yapite. Watakusanya hela kwa daladala. Okay, Tanua, yeah. Wachukua zao, wanakuandikia. Wadau, maokoto wanaandikia. Yeah. Wapi wachukua, zao, za kula, watu pale? Waandike chochote. Wanafinyiwa. Yeah. Yaani wako busy kupiga babao. Lakini ukitulia zao pale, lete huku lete huku, dakika tu. Bwana foleni, hii hii hadi isingekuwepo. Hamna. Yaani wakiamua hapa, yake sote magari, huku na huku, hamna foleni. Lakini fanya uchunguzi toka hapa, hata sasa hivi fuatilia. Sehemu nyingi sana unakuta zimepigana pini, hamna trafiki, ako tu pembeni. Akiona imetanua, piga mkono, achukua hela. Kwa hiyo, trafiki ndio chanzo kikubwa cha foleni hapa mjini. Vipi wewe sasa, kama wewe una, unafanya vipi ili kuweza kufika kazini haraka ili kuepuka foleni hii? Ah, sisi kama wana hapa, uko na buku mbili yako, kama tazaka bodaboda, una kama una unatulia kwenye foleni na tunaathirika sana. Muda mwingine unataka kufanyia service tu haraka ili upate la kula. Unafika pale bila chelewa na haraka, akawa kwenye foleni piga sababu za foleni ndio hivyo. Mda mwingine hata utaka hadi magari da hapo. Sema huko foleni zinazidi. Lakini wenyewe kiamua tu mwanza foleni wanaaliza. Sasa wito wako e, kupitia Chawamata lakini pia watazamaji na Watanzania kwa ujumla unawaambia nini? Ah, issue kubwa iko hivi. Yaani kama viongozi hawajui hili swala, wengi wao kawa wafuatilie. Ya yaani kwa mfano wao kiongozi, wanataka kumaliza tatizo. Toka za ofisini, chukua taboda boda, Yaani kaangalie chanzo cha tatizo ni nini? Si utagundua mwenyewe. Ah, bwana trafiki wako pembeni tu apiga. Hawa viongozi ni viongozi wapi? Weke bayana. Kwa mfano trafiki si na viongozi wao wanaosimamia barabara. Yaani kwa mfano trafiki anapangiwa akasimame Tazara. Si kuna mtu anampangia. Eh, sasa hiyo uko sahihi? Eh, huyu anayempangia si anajua mbona foleni imezidi. Kwa nini sisi mwenyewe nikaifuatilia nikajua chanzo cha tatizo ni nini? Kwa sababu unaweza kutoka hapa mpaka hapo hakuna ajali hakuna ndaki foleni. Watu wamepigana pini matrafiki wako pembeni ukitanua wanakupiga bao. E, vipi sasa kuhusu kazi yako hii hapa? Wewe hapa bila shaka ni fundi garage bila shaka. Changamoto zako kwenye kazi yako? Mimi sina <laughs> changamoto yoyote. Kija gari kama hivi tutamaliza, kama hapo sasa wenzetu fresh tu. Gari kama yeah. Hiyo hapo umehusika na kitu gani hasa? Hapo sisi kwa, kwa miguu hapo Yeah, bido, nataka, bido. Nataka uniambie pia yaani, ulichohusika nacho sana ni kitu gani apu kwenye gari hii, ambaye kijana ambaye natamani kuwa na kazi kama yako sasa, fundi gereji yeah, eh, kutengeneza magari kama haya ah. Na mtazamaji huyu ni mdao, tunaendelea kupata pia maoni kutoka kwa wadau wengine hapa, watuambie eh, wao Eh, foleni hii ina inaathiri vipi utendaji kazi wao ndugu yangu. Habari ya mchana. Safi, wanakuita nani mzee wangu? Mbona kinyonge sana, hamna. Mimi naitwa Abduli Abduli. Ya, Abduli, vipi sasa foleni hii vipi, unaizungumziaje hii foleni ambayo inaonekana hapa Tabata? Ah, kwa siku ya jana kwa kweli kulikuwa na foleni moja kubwa sana jana na leo, jana na leo, foleni moja kubwa sana si wenyewe tunakaa mbali, ila ndio hivyo ndio changamoto ya barabarani wewe unaishi sehemu gani hapa Dar es Salaam? Ah mi, naishi Magomeni. Magomeni. Vipi umefika fikaje hapa kutoka Magomeni hadi uku Tabata? Na ume, najua umefika mapema sana Magomeni. Waga si tunachukuaga daladala mm, tukichukua daladala tunashuka bondeni hapo, tukishuka bondeni tunatoka huko mm. Mm, yeah. Kuna changamoto yoyote sasa wewe kama e, fundi gereji maana yao unaipata? Ah, hakuna changamoto yoyote kwa kweli, hamna changamoto yoyote, tupo tunafanya kazi shida kazi zitoke vizuri, basi mambo mengine yanaendelea. Maoni yako eh, kwa watumiaji, lakini pia kwa viongozi wanaohusika na swala la usafirishaji, lakini pia wale wanaohusika na masuala ya usalama barabarani, kwa maana ya traffic, unawaambia nini akiufupi? Kwa kweli, wajitahidi kwa sababu changamoto kama hii inasababisha magari kugongana njiani, sababisha ajali za mbalimbali. Kwa hiyo na kwaani, kiufupi yani, wajaribu kurekebisha Yaani wajaribu kujituma, wajaribu kufanya kazi kwa, kwa, kuna kwa uaminifu nakuwa nani kwa uridhaa zaidi. Bwana sana. Nakushukuru sana. Na mtazamaji, bado tupo hapa e, lengo letu kubwa ni kuweza kupata maoni kutoka kwa watumiaji hasa na wakazi wa maeneo haya ya Tabata, watuambie wao foleni hii inawathiri kivipi, nawathiri vipi kazi zao, lakini pia inaweza inaathiri kiafya, hatujajua kupata maoni kutoka kwa mdau hapa, anaonekana mbele ya kamera mtazamaji. Kumbuka hii ni Chawamata TV. Kumbuka e, lengo kubwa ni kukusanya maoni. Ndugu yangu habari Chana, bwana, umependeza sana. Wanakuita nani kwa majina yako kamili? Salim. Salim Ramadhani Salim. Eh, tuambie bwana eh, foleni hii ya Tabata ambayo imeonekana kwa siku hizi mbili oh, wewe kwa uelewa wako na kwa uzoefu wako oh, unadhani foleni hii inaweza kuwa imesababishwa na kitu gani hasa? Foleni hii uh, mimi nilisikia wanasema kuna barabara ya mwendokasi inatengenezwa Buguruni vile vile wananchi wana kwa sababu kwa sababu mwendo kasi ukikamilika kwa... itakuwa fresh. Fresh, kwa hiyo vile vile vile, kuna foleni lakini vile vile wanatengenezewa wananchi kitu kama hicho ili kuweza kuepukana na adha ya foleni, kufika kufika. mimi nakaa karibu na ha, haya mimi kinachonisaidia nakaa karibu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa mtu anayekamba changamoto, labda mtu anakaa Mbagala anategemea ajifanye kazi hapa au mtu anakaa Mbezi aende Mbagala, hiyo ni changamoto kubwa. Anakaa hata Kigamboni ni ngumu kwa sababu unaweza ukatoka Kigamboni ukafika kazini, kazini ukafukuzwa. Ndio umechelewa sab... kufika. eh, hey, kwenda kumwambia bosi bwana, kulikuwa na foleni bosi, ajui hilo no. Kinachotakiwa uwahi kazini. Wito wako sasa, eh, wito wako bwana, ndugu yangu Ramadan, wito wako ni upi kwa kwa watumiaji, lakini pia kwa mamlaka husika kuhusu foleni hii? Wito wangu ni kwamba hii foleni inaweza kuzuilika kwa sababu serikali ndio kila kitu. Foleni nilikuwa naweza kupambana nayo na kusiwa na foleni kali kiasi hiki, kwa sababu kutokea jana asubuhi mpaka jioni kuna foleni, leo tena kwa asubuhi mpaka jioni kutakuwa na foleni. Sawa, kuna athari kwa watu kwenye kazi zao. Serikali ilikuwa na uwezo wa kufanya foleni ikapungua, sawa? Kwa sababu serikali ndio kila kitu, walikuwa na uwezo wa kubaji balansi yao, foleni ikatembea, kwa sababu ina maana foleni itakuwa inatembea mpande mmoja bila shaka unahusika na maeneo haya fundi, fundi. Fundi, fundi magari fundi pikipiki magari nachomea nimetengeneza ya kazi mm. yangu mtazamaji ananiambia nilipoweka mkono wangu hapa, yeye ndiye amehusika kuchomelea gari hii. tuambie bwana, kazi yako hii umeipata eh, una muda gani sasa, tangu umeanza kufanya kazi una muda gani eh, na miaka karibia 25. Miaka karibia 25 unafanya kazi hii. Ah, ni miaka mingi sana. Kuna Mtanzania nakufuatilia pale tufuatilia pale wewe, ulianzaanzaje? ee, ulikuja kujuaje kwamba mimi naweza nikafanya kazi hii, au kuna mtu alikushawishi shawishiwa? E, ila mimi niseme ukweli kidogo, mi nilivyomaliza kule, sijasoma sekondari, darasa la saba, nikaja mjini nikakutana kaka yangu akaningiza gereji, gereji nikajifunza gereji wee mpaka sasa hivi mi ni fundi tayari, ndio kazi zangu hizi. Ukiangalia nyuma huko tipa nimeongeza. Hizi ndio kazi zangu Hapana. Ni wewe, yeye na akili yake aje nimfundishe kazi. Kijana anayetaka kufanya kazi hii na, na naongea na na kuna vijana wanakaba, kuna vijana wanakaa kwenye makamari kuna vijana mbalimbali wanavita mbali, kukaba watu waje, tunafundisha kazi bure, aje na nguvu zake na akili zake, anajifunza kazi anajua kazi vizuri bae. Kushukuru sana mna ah, shida na mtazamaji huyu, huyu, asante, asante sana. Huyu ni mwananchi ambaye tumetoka kuzungumza naye hapa. Mengi tumezungumza kuhusu eh, yeye foleni hii anadhani inaenda kuwa na changamoto zipi kwa watumiaji, lakini pia kwake binafsi, lakini pia ita, inaathiri vipi e, u, kazi yake, lakini pia kiafya yake. Mtazamaji amezungumza pia kuhusu e, anachokifanya maeneo haya, ametuambia yeye ni fundi gereji. Ametengeneza na ameweza kuasa vijana wale ambao hawana kazi wako mtaani waweze kufika maeneo haya kuweza kupata ujuzi kulikoni kukaa mtaani na kufanya mambo ambayo sio ya yeah, msingi. Mtazamaji, kumbuka hii ni CHAWAMATA TV na tunaendelea kupata maoni eh, kutoka kwa wadau wengine. Mtazamaji kuweza kutuambia wao, foleni hii wanaizungumziaje? Ungana nasi, usitoke, bado tupo na tunaendelea kuwepo. Mambo vipi buwa, vipi? mzee? kuta nani? Mi kwa nini Mkushi? Ah, Mkushi hiyo ina stori kidogo. Tupe kidogo, japo ah, kwa ufupi. Ilikuwa kuna kipindi mimi nilikuwa ni tanboy kwenye malori, nilikuwa nashukashuka na mambo ya malori, nilikuwa gereji koka, natembeatembea na malori kwenda Kongo, Zambia wapi. Hasa kule Zambia kuna sehemu panaitwa Mkushi, kuna mji unaitwa Mkushi koo. Wakati tunarudi kutoka Kongo gari kaa imepata itilafu pale bwana Mkushi. foleni hiyo, unaizungumziaje mzee? Unadhani kitu gani kinaweza kuwa kimesababisha foleni kubwa hii? E bwana da blaza, foleni changamoto kwa sababu leo hadi jana, ila jana ndio ilikuwa kubwa zaidi ya leo, kitu kidogo imepungua pungua. Unadhani sasa shida ni nini mzee wangu? Mkushi, mimi naona changamoto za barabara na mvua kubwa sana sana, mvua mona, na ufinyo wa barabara pia unachangia kwa sababu barabara nyingi ukiangalia hazina marekebisho, alafu kuna njia za katikati za kupita ambazo zinaweza kuepusha foleni, zina changamoto, hazitengenezi, serikali huwa haziangalii, lakini ni barabara ambazo zitengenezwa zinatoa jambo barabarani kama hivi. Wito wako sasa ni upi kwa watumiaji, lakini pia kwa mamlaka husika, e, racha, lakini pia hawa wanaohusika na usimamizi wa usalama barabarani, trafiki, wanawaambia nini? Wajaribu kuangalia hizi barabara ambazo za mtaani ambazo zinarahisisha kuepusha jambo barabarani, wazifanyia ukarabati barabara za mtaani kama service hizi, kuna service road hizi barabara kubwa, kuna service road, tuseme barabara za, za mtaani za kupita, zinachepuka zinaenda kutokea mtaa mwingine okay. na zinatokea barabara nyingine auto, wana na zinaunganisha barabara nyingine, na ambao wanaendelea watu wanafika wanapoenda. Bwana kushukuru sana mkushi, haina noma bro. Bwana umetisha sana, pamoja sana kaka the I never ran to